Naam mtazamaji wa Faruku Online TV, haya ni maafali kutoka madrasa ya Huda iliyopo mtaa wa Mangamba Airport Manispaa Mtwara Mjini ambao katika mahafali hayo wahitimu wamepata nafasi pia kusoma na kuitafsiri Qur'an. <tinyo> mgeni rasmi wa tukio hilo alialikwa mbunge jimbo mjini, wa jimbo la mtwara mjini mheshimiwa joli na nauka kwa niaba yake pia amewakilishwa na katibu wa ofisi yake kwa maana ofisi ya mbunge wa jimbo hili e, ndugu Mohamed Tilika sambamba na hilo kituo hicho pia kimefanya dua maalum ya kuliombea taifa ili liweze kuendelea kuwa na amani na utulivu o rabbi alimuna lazi ya mfana wa kalabati lana fi dinina maalaunta waunsa zakara rabana ati dunia hasana wafilakhirati hasana na Wakina din wakinazaba lnar wakinaazaaba dini wakinaazaaba lkabru al Wakina lfakr. Katibu mbunge pia amesomewa risala la wahitimu kwenye madrasa hiyo, wakieleza changamoto kadha wa kadha ikiwemo ukosefu wa maji umeme pamoja na msikiti kwenye eneo hilo iliyoweza kupata nafasi ya kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, madrasa hii bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, zikiwemo uhaba wa vyumba vya kulala wanafunzi, upatikanaji wa maji safi na salama, umeme pamoja na hitaji la ujenzi wa msikiti. Madrasa inakuomba katika kushirikiana kutatua changamoto hizi na inaendelea kuwakaribisha wadau wote wenye nia njema kushirikiana nasi katika kutatua changamoto hizi kwa maendeleo ya elimu ya Qur'ani na ustawi wa wanafunzi. Hapa, katibu wa mbunge jimbo la Mtwara mjini ndugu Mohamed Tilika anajibu kile ambacho kimezungumzwa kwenye risala la wahitimu wa madrasa hiyo. Ofisi ya mbunge pia ameahidi kutoa tofali 1000, ili kuanza rasmi kwa msikiti wa madrasa hiyo. sababu na hilo pia amezungumzia swala so zima la wao kama ofisi ya mbunge wamekusha anza mchakato, wakisha basi wanatatua changamoto za madrasa zote zilizopo hapa jimbo la Mtwara mjini. Ni katibu wa mbunge wa jimbo la Mtwara mjini kwa mafanikio y yeah. Lakini kwenye zile changamoto ambazo zimesemwa hapa ziko ambazo sisi kama ofisi ya mbunge tunaweza kuzibeba, zipo ambazo tunaweza kuzibeba sisi na kwenda kushirikisha wadau, lakini zipo ambazo zimekaa kimuundo sana, na zile za kimuundo tutazichukua kuzipeleka kwenye taasisi husika. Kwa mfano limezungumza jambo la maji hapa. Jambo la maji tunalifahamu, ni swala tu la kwenda kuzungumza na wahusika ili kuleta mtandao wa maji kwenye kituo hiki. Hilo kama ofisi ya mbunge tumelibeba, na tutazungumza nao tuone jinsi gani wanaweza kutusaidia kuleta maji hapa. Jambo la umeme pia tutazungumza nao, pale penye gharama tutashirikiana sisi na wadau kuhakikisha tunakava hizo gharama za kuleta umeme. Lakini limezungumzwa hapa swala la eneo la kulala wanafunzi, lakini pia ujenzi wa msikiti. Hili naomba tulibebe kwa upekee na kwa uzito maalum. Na kwa eneo hili Mheshimiwa mbunge kama mlezi ambaye mmempa leo hii jukumu la kulea kituo hiki, basi yeye atachangia tofali elfu moja kwa ajili ya kuanza ujenzi wa msikiti, lakini pia kuendeleza pale palipobakia. Lakini pia ni kitu kingine niwaambie ndugu zangu, mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, mheshimiwa Joel atha na Nauka, ana dhamira ama adhma kubwa ya kuboresha madrasa zetu zote ndani ya jimbo hili na si madrasa tu na misikiti yote na kwa kuanzia tumekaa kikao cha kwanza sisi ofisi ya mbunge kwa maelekezo yake yeye ambacho nilikiongoza mimi na mashehe wa kata zote kumi na nane tumepeana maagizo warudi wakusanye taarifa za madrasa zote kwenye jimbo letu tuletewe zikiwa na taarifa za hali ya madrasa idadi ya wanafunzi wa kike wangapi, wa kiume wangapi, nini kinatakiwa kifanyike kwenye madrasa hiyo. Zile ambazo zimejengwa ziko tayari, nini kipelekwe? Zile ambazo hazijawa tayari, nini kinafanya zisiwe tayari? Kwa hivyo, tayari tumeshakaa kikao cha kwanza na mashehe. Kikao chetu cha pili kitakuwa ni kuleta taarifa hizo na kuzijadili, tutazipokea, tutazijadili, lakini sisi tutazichukua kama tulivyoziomba, tutazipeleka kwa wadau, na sisi pale ambapo tutaweza basi tutafanya ili kuboresha madrasa zetu. Kwa nini tunafanya hivyo? Mheshimiwa mbunge anafanya hivyo akiamini kwamba msingi wa maadili wa watoto hawa uko kwenye maeneo haya, kwa sababu hapa ndipo wanapofundishwa kumjua Mungu, kumjua Mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lakini kuyajua yale mafundisho yote mazuri na yale mabaya yaliyokatazwa yasifanya kwayo. Kwa hiyo, kwa msingi huo, kwa kuamini hivyo, na kwa ajili ya kutengeneza taifa bora la kesho, kwa vijana hawa lazima wapate maeneo mazuri ya kujifunzia, hasa hasa elimu hii. Kule upande wa serikali tunajua serikali inafanya vizuri kuongeza madarasa, madawati, nyenzo za kujifunzia, lakini huku ambako kidogo kumesahulika, basi sisi tutabeba jukumu hilo kuwakumbusha wenzetu, wadau, wazazi na watu wengine, ili kufanikisha lengo letu ndani ya miaka yetu hii mitano ya kwanza, kwa sababu tunaamini hii ni ya kwanza, basi ndani ya miaka mitano hii ya kwanza tuwe tumezifikia madrasa zote maarufu. Matuli ni shekhe wa kata katika kata ya Nangwe ndani ya wilaya ya Nachingwea, lakini pia ni spika wa mkoa katika mkoa wa Lindi. Madrasa hii kama ilivyosomwa risala, ni madrasa ambayo imeanza mapema lakini kuna mahali ilianza ikahamia hapa Mangamba, tulisimamia tangia kipindi hicho, ikawa na vijana wengi na wengine wako hapa na wanaendelea kuisimamia. Mgeni rasmi, mimi nikiwa ndio mlezi kwa mwaka huu wa 2025, hiki ni kituo changu cha tatu kutokana na vijana ambao nimewazaa huyu Rashidi ambao ndio mwalimu wa hapa, kwa maana ni mwanafunzi wangu. Tarehe 16 mwezi uliopita nilikuwa na jambo kama hili kwa kijana mwingine pale pale na Chingwea. Tarehe 22 mwezi uliopita nilikuwa na jambo kama hili tena katika wilaya ya Ruangwa kwenye kijiji cha Namilema. Nam mtazamaji wa Faruku Online TV, na hapo pia tumekwishafika tamati juu ya taarifa hiyo kutoka hapa madrasa ya Huda. Mimi sina la ziada, naitwa Faruku Ngonyani na hii ni Faruku Online TV.